Mtima amekuwa introduced Simani. katika kipindi uh, siwezi kusema ni kibaya ila kina kina controversy nyingi sana kwenye entertainment industry Bongo. Kipindi gani hicho? Eh, kipindi hichi cha mwisho wa mwaka na oh, yeah. mpaka mwezi. Unajua uh, the, the game jinsi ilivyo mashabiki walivyokuwa naongea. Sasa tak support wasanii na nini? Lakini bado ukaweka bidhaa mpya mm, sokoni. Hiyo riski ali ume... <laughs> kwa um, acha niongee hivi in general. ilikuwaje kwa kuiteka? Um hizo hayo maneno ya kusema kwamba nataka support usanii. Muziki bwana, mziki hauna mwenyewe <laughs> mziki wewe una mm. oh, unaweza ukahisi, mimi labda na, na mtu namchukia, lakini naweza nikaa naimba mziki wake. Umeelewa? Lakini unaweza pia ukagombana na mtu lakini still kichwa chako kikaimba mziki oh, mtu una. ambao una si unanielewa, so um, kuwasemea watu kwa sasa hivi ni ningependa ni kila mtu kila mtu aelewe kwamba ili kitu kiweze kutoka moyoni lazima mtu ongee, okay. Mimi nafurahi watu wanavyosema, wanatoa madukuduku yao, wanatoa maumivu yao. They have rights. Wana haki ya kusema chochote, lakini chuki huwa haishi milele. Umeelewa? Maybe one day tutawafurahisha, maybe one day mtu atasema okay, let me just get over it. Anaweza yes, kujisikia yuko sawa next time, sababu uchungu uchungu una tabia ya kukaa na kuondoka, sio unaishi milele. Umeelewa? So mimi ningependa hiyo swala la kusema kwamba watu sijui imetoa katika wakati mbaya na nini, hapana. Sisi kazi yetu tunaifanya kama wao walivyokuwa na kazi zingine. Sio, umeelewa? So sisi, wacha tufanye kazi, ikitokea tumewafurahisha basi tumewafuraisha, watu wasikilize muziki. Lakini sina maana kusema kwamba watu wanatuchukia. Umeelewa? Ni muhimu watu waweze kutoa yale yaliyokuwa moyoni. Ni vizuri tukisikia hayo maneno lakini mi binafsi niliweza kuomba msamaha nikasema, kwa kweli najua ninawakwaza, lakini nisameni sababu it's black and white. Unaona, kwa kilichotokea, kila mtu amejisikia vibaya. Sidhani kama kuna msanii hata mmoja amefurahishwa, sioti msanii, watu wote. Umeelewa? Watu wote ambao wamejishuhudia hayo matukio na vitu vingine, hakuna mtu amefurahishwa. Kwa hivyo sio lengo letu kuwakwaza, lengo letu likuwa sisi tufanye kazi yetu na kila mtu afanye kazi yake. That's the only point.